Si, no timu wachezaji walikuwa kama wa oh, gani nikisema Yanga hapa kuna watu wanachukia jamaa. Hapa. Eh? Yanga? <laughs> Yanga inarudi, wanayanga <coughs> inarudi. Mwisho pale. Mwisho pale. Shida ilikuwa wapi mpaka imepotea? Angalia misimu yote Yanga imepitaje? Ilikuwa inacheza na timu nyumbani Dar es Salaam, ugenini Dar es Salaam. Kwani umesahau? Mpaka mpaka robo finali. Ah, kwa yeah. Hiyo hio experience na huko spaniku kinachowapaga shida yeah. Sindio hicho yeah. cha, cha, cha awali yeah, yeah. Na hicho sindio anapitaga kamseleleko io ndio kwamba eh, nyumbani hapa hapa ugenini hapa hapa sasa safari yeah. Wametoka baba wale wa Somali, nimekwambia safari nyumbani sio Dar es Salaam yeah, Dar es Salaam Ugenini? Wameenda ugenini. Ugenini sasa, yeah. Ndo umeona kwamba wamecheza na timu bingwa ya wapi Malawi? Malawi eh, na bingwa wapi? Kwa Tanzania. Ndio. Jana tumeona bingwa juzi, tumeona bingwa feki Tanzania. Umeona ubingwa hapa. Ujanja, ujanja. Wewe uja, uja, uja eh. Kama ubingwa wa kubumbabumba unaonekana. Kwa hiyo ubingwa huyo ni wa kutengeneza. Wa Tanzania hapa ni eh. wa uja kubumbabumba Tuongee nini? Hmm, e tuongee nini subuhi. Kwenye ukweli tunaona, nimekwambia hivi, umenisikia. Yanga akienda makundi safari eh, eh, akienda makundi eh, ne, eh, basi najua kwamba Yanga huaga abumbi lakini akuweza jibu utalipata, ili ujue kwamba Yanga ya michongo <laughs>

Mwanetu, uvumilivu unahitajika. Mwanetu bado ana nafasi ya kujiuliza labda kitu kwa kitu, hawataki wana wanayanga sasa hivi kama kusikia biashara ya ya sisi hatufuzu kwenda makundi, tunafuzu. Mwanangongo, mimi nakubali tu, tunapita goli moja goli moja goli goli, wange tufunga nne, hmm. Kuna watu wameshinda goli mbili kwao, na hapa wamekuja ka na hapa kafungwa Orlando, kala chuma, kapigwa chuma, wanasema kafungwa Orlando Pirates, chuma chuma, tatu itakuwa Yanga tukane mamba vatu, na mamba, bote. na ma, mamba, na mtu watu mamba mamba anatukana na mnavuka na tunavuka hivi vitu. Yanga anataka kutuletea propaganda wao, msitukane mamba. Wewe umeshindwa kupiga kitimu kibovu kama kile <laughs> eh. mabeki cheki wa kitimu ile eh, kitimu chenye mipango akina, lakini hapa kupita mpaka mpate goli, shida Yanga anapokonywa kwenye penalty box o ule wanajipanga tena, kila akifika pale naua sasa. Timu ya Yanga, yaani mchezaji bora pale timu ya Yanga ni Pakome, ndo bora ndo anayetegemewa pale. Sasa achezi peke yake ah, achezi peke yake, akisi ndo star nyota. Sasa hivi naye anamtafutia mwanamke, wewe hujasikia hilo? Baada ana baada na ah, ah, na uh, uh, mtoto hapa uh, <laughs> Tanzania eh <ya>, hapa bofa <laughs> na unaona uh, mambo yake injinia, mambo yake injinia, uko vizuri sasa mini juazi zikiwa nambakisha wamempamka wameshindwa kumpa uraia. Sasa hivi ngona namna, nimekwambia hivi mamba anatukanwa na watu, mto tunavuka, ila Yanga pale ndio kaishia Jumamosi hapa ya Yanga anafanya tu finishing yake, akipita hapo, sikanyage hapo, nakuja mimi ya. Mbona mimi kwa upande, kwa upande, kwa upande wa Yanga sina hofu Yaani bora Simba ukiangalia Simba, Simba ni timu ambayo inaweza ikaenda kinyonge, alafu wanashangaa tu, kaendaje ndaje huyu kaendaje ndaje yaani, Simba kubadilika, anaekaeka anaekaeka. Sasa hivi unaona alivyocheza jana na leo tofauti, sio Yanga, Yanga anaekaeka bwana. E. Sasa ile pira la Simba lilochezwa yule, sio kocha yule, yule sio kocha yule, ni meneja baba, kocha bado wamesafirisha wamesafirishaji mashabiki. <laughs> yule yule meneja yule, sio sio kocha kocha sio kocha, hajaja bado. Kuna maajabu duniani. Yule meneja Yanga <laughs> nao akaiga, tunaita kwetu kwanza, tusimtaje jina hata mtakamuite nani? E. E. E. <laughs> Yanga si huyu siu. <laughs> Ya. Yu. ana hasira huyu, ngumi jiwe <bicycles> hasira maneno yake anakubuguzia, haya maneno ya mkosaji tu. We maneno kaka, yapo subiri tarehe ishirini na sita si ndio hivyo bwana? Alafu tarehe ishirini na saba tukutane hapa, alafu ndio useme haya maneno yako. Goli moja sio goli, nimekwambia hivi. Yanga kwa ligi ya ndani, Yanga kwa ligi ya ndani tumemwachia aendelee kukimbiza eh. Hey. Yanga kwa ligi ya ndani, we uliona wapi timu inachangia ina chama Utabiri <laughs> <laughs> wako uh, tuna, tuna, tuna, tuna timu nne. Eh. Nani anabaki, nani anaondoka? Inajua Tanzania uh, Yanga huyo huyo. Yanga Yanga tayari uh, uh, mwingine. Ah uh, nafikiri kidogo huyu mzee wa nani anaweza akaenda. Mzee. Bwana Azam. Eh. Kwa hiyo Azam na nani wanaenda? Na Simba. Alafu <laughs> Singida na? Ah, Singida anarudi. Singida mwenyewe naye na si anachangia chama. Zatat... <laughs> zinaenda timu ambazo zikinda zikindakindake haziko kwenye upande wa chama. Kwani Singida ya nani? Aaamwache siwaya... Basi. Basi, basi, <laughs> <Basi, bala. laughs> huyo bwana tu mwache aende <laughs> mwache, mwache aende huyo bwana. Naona kama mi nafikiri poa sana. Nashukuru bwana, umerudi <laughs> bwana. Moja ya kitu ambacho nimekigundua hapa, mwana Yanga ngangari strong, mwenye imani na timu yake, ni kaka mkubwa tu peke yake, walobakia wote wameacha ndala, hawataki story na mimi, hawataki yote na mimi, mpaka tarehe ishirini na sita ikivuka huja ishirini na saba nafikiri ndo tutakuja tutajadili ya mambo kwa ukubwa au sio bwana hii ni Metro Media TZ DZ Don David Don Mr Newspaper tukutane muda mwingine au sio bwana tutapiga sana stori na wadau wa soka na mashabiki wasoka watazidi kutuambia maoni na mawazo yao na kwenye stori hizi hizi ndo kuna kucheka kufurahi kila mtu anaongea kile anachokisikia kwa hiyo tukutane tena next time. Ciao. You are watching Metro Media TZ usisahau kusubscribe, Comment na kulike.